kwenye bifu asiwaingize mashabiki wa Yanga kwenye bifu, na mmeona hapa tayari kwamba mashabiki wa Yanga wameshakula ndimu tayari, wamechanganyikiwa kwa sababu nani aajaaa msemaji wao mkuu alikama wajaongea wao wameongea na sio kuongea peke yao ndani. Waache kutumia visungura mashabiki wa Yanga akili vitawaribu akili Yanga visungura akili. Huu mpira Viongozi wa Yanga wanajua nini mm. ma, maana ya mpira na no, wanajua kwamba hii Yanga mechi inashika sababu gani. Nikuza sababu moja tu. Sawa. Ile mechi Yanga ya Zaitoto walimpataje Yanga bila uchafu. Muulize Yanga mwaka elfu mbili na kumi na saba alitwaje ubingwa bila uchafu. Wewe muulize.

Simba na Yanga ndio meujumu timu ya taifa, nyinyi mnajua hiyo. Wao najua ndio maana. Mfuatilie mambo zamani, ilikuwepo timu za ligi ya Urusi, kuchezesha wachezaji kuzidi watano. Uongo kweli? au uongo kweli? ah! zamani ilikuwepo aurusii timu ya ligi kuu kuchezesha wachezaji wa kijani zaidi waa wa tano. Tafsiri yako, wanajua ni kwa nini wachezaji wa ndani wapate na nini nafasi ili hili timtavofanye nini imarike, si ndio? Simba na Yanga siasa siasa zao mpaka sasa hivi wanachezajiwa wachezaji tisa kwenye timu za ligi kuu kuuaonjisia ah, Tanzania we Mburundi we Mkenya

Hivyo wanafanyaje? Mchezi kazi sakwambia, kama kesi ya Bernard Monson umebuma, hauna haki, kwa sababu ukienda kazi unaulizwa, tunaomba ripoti ya bodi ya ligi. Wanayo Yanga, wanayo. Haya kesi imekuja kushtaki nini? Eti tumecheza sisi, tumenyuma pointi tatu, refa ile zimeni uko hapo, tunaomba ripoti. Wanayo ripoti ya wana kwa hiyo watakuja kucheza dabi na aibu, si waziko chini. Na mashabiki tusiwaone kwenye dabi, tusiwaone. Tukiwaona viboko, tukiwaona kwenye dabi viboko. Sasa hataji <coughs> kuja <coughs> wana magopa mpanzu mpanzu mpanzu. Huyu bwana ajibiwe, huyu bwana ajibiwe kabla hajaondoka ajibiwe hapa hapa. Anajaribu kupoteza umma, anajaribu kupotosha watu watu, huyu anapotosha watu watu. Usijali, usijali, hii ni miemko ambayo, nisikilize, nisikilize, wanasema wana miemko, wanasimba wana miemko. Wewe acha miemko, punguza miemko.

mpaka Ikulu mnapiga magoti na kalia akiwa mbele, tutakubalia tutawakubalia, lakini hivi hatuwezi kukubalia kucheza na nyinyi kubali. Kubali. Sisi tuko pamoja, sisi sio maadui eh, hey, lazima tujenge, sisi hatuna uadui, hatuna vita, nakubali brada, Semaji la mpira nakubali.